Nunua shampoo shilingi elfu kumi na tano tu ya Kitanzania. Shampoo nzuri kabisa, ina material ya alovera kama mnavyoona hapo. Usafi ni muhimu na kutunza nywele zako ni muhimu. Alovera ina faida nyingi sana sana sana sana. Kwa hiyo usisite, mteja wangu, pata shampoo nzuri ya nywele na ndevu. Karibuni.

Karibuni sana sana sana sana Kamonyo Product, sisi tunachokitaka mpate product nzuri kwa ajili ya nywele zenu. Kama unavyoona, mafuta mazuri hayana kemikali yoyote. Kwa hiyo, hayo mafuta yanasaidia kujaza nywele na kuondoa vipala, kuondoa mba na kuzuia nywele yako isikatike. Kama wewe unataka nywele yako isikatike, tumia mafuta mazuri kabisa ambayo yanaweza kusaidia nywele zako nywele zisikatike. Mafuta yanatumika.